Maafisa wa trafiki, NTSA, serikali ya kaunti ya Nandi pamoja na wadau wengine waliandaa hafla ya hamasisho kuhusu usalama barabarani kwa wahudumu wa bodaboda mjini Nandi Hills. Wahudumu hao walipata mafunzo mbalimbali mbali ya kudumisha nidhamu pamoja na masuala mengine yanayohusu usalama barabarani. Kando na mafunzo, wahudumu hao pia walishiriki mbio za Nandi Bodaboda -boda Half Marathon ili kuboresha afya kupitia kwa mazoezi ya mwili. Security. Insurance is the best thing apart from everything, ukiwa na insurance itakusaidia wakati wa claim. Unasema, unasemanye kweli? hatuwezi kunywa pombe kuanzia asubuhi mpaka usiku. Asubuhi usiku, na unataka ubebe watu kwa bodaboda, ubebe mtoto wa shule, lakini asubuhi uko sakati imefunguliwa. Hatuwezi ishi hivyo kwa hii dunia, kweli? wali rais William Ruto aliweza kupata kura zake na wale ambao waliunga mkono na wakahakikisha kwamba ajenda na kura za rais daktari William Ruto, wa moja wao wa viongozi ama watu ambao walisimama kidete na rais William Samuel Ruto ni watu wa bodaboda. Tumekukusanyika hapa ili tuweze kupata mafunzo kama wana bodaboda. Kuna mambo matatu uh, tunaweza kuzidisha sana katika idara yetu ya bodaboda boda. Na jambo la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba kama vile nimesema hapo awali usafi. Jambo la pili ni kutii sheria za barabara ambazo sasa tunaweza, na tume, nimeweza kuhakikishia y kwamba nitaweza kufikia NTSA, na ndio pia na kwa sababu wako na branches all over the country, tukaweza kukaa na partners wengine kufanya training za mambo ya uh, kutii sheria za barabara.